Umri kama hivyo nakwenda na misimu kama hivyo inapita. Mtu mwenye akili ni yule ambaye anautumia umri wake vizuri, kwa sababu kila siku zinavyosogea mbele, ndivyo natakiwa nauongeze maarifa, yaani ujitambue ya kwamba mimi naelekea kuona kama ilipita miaka kumi nyuma ishirini, nilikuwa nacheza, sasa sio tena wakati wa kucheza, kwa sababu kuipata hiyo kumi mingine mbele au ishirini ni jambo la nadra sana, si jambo la kulekea garanti, si jambo la kulekea garanti. Baada ya miaka kumi wengi anasisi hapatu, sio kama hatuko tumesafiri, hatuko katika hii dunia hii, ndio hakika sasa. Sasa nini unakitanguliza kwa Mola wako? unatakana uwe tafadhali, huyu mtu mwenye akili ujue, na kuelekea hii ni safari, na watu wa kwenye foleni, watu wanaondoka tena. Siku hizi si mmoja mmoja, makundi makundi, watu makundi makundi, si kwamba mtu mmoja mmoja. Utasikia huko kuna bwana fulani amefariki huko. Aa, aa mujitama wetu sisi tunazungukana, kila siku inakuja mambo tofauti tofauti ya kutuzindua kurudi kwa Mola wetu. Sasa kitu gani kitakusaidia? Labda uwe uamini hakuna kiyama, hakuna malipo, hakuna adhabu ya kabri, hakuna neema za kabri, na utakuwa si Muislamu. Lakini kama waamini hayo yapo, basi fursa ndio hii, basi tutubie kwa madhambi ambayo tumeyafanya huko nyuma. Lakini pia pamoja na tauba, ukithirisha amali njema, watu kuwacha uvivu katika jambo la ibada, tufanye ibada.